Moria Secondary School. Shule ni ya kisasa iliyo katika mazingira tulivu. Shule ni ya bweni kwa mchepuo wa sayansi biashara na sanaa kwa jinsia zote. Shule inapatikana Kibaha, Kongoe, mkoa wa Pwani, kilomita saba kutoka barabara ya Morogoro, kitongoji cha Vikuge. Shule ni mpya na itafunguliwa Januari 2026 kwa mwaka wa masomo. Ada ni nafuu sana na inalipwa kwa awamu tatu. Pia mkuu wa shule anawakaribisha wazazi na wanafunzi wote kujiunga na pre-form one itakayoanza Oktoba 2025. Kwa mawasiliano zaidi pigi simu namba 0654573422 au 0717068138 wote mnakaribishwa. Moria Secondary and High School, education is thy life. Katika hafla iliyobeba tukio la ugawaji viti mwendo kwa watoto wenye mahitaji maalum iliyofanyika katika shule ya sekondari Mbogwe iliyopo halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma, zoezi hilo liloandaliwa na kuendeshwa na taasisi ya Sauti Yetu Foundation. Kaimu mkurugenzi wa taasisi hiyo Raphael Mabula akiwasilisha ripoti ya hafla hiyo amesema mradi huo wa ugawaji wa viti mwendo umelenga kuwawezesha watu wenye ulemavu ili waweze kushiriki katika shughuli za kiuchumi, kijamii na kielimu. Leo ni siku ya furaha na inayozua matumaini. Ni siku inayodhihirisha kwa vitendo kwamba kwa jamii yenye upendo na ushirikiano inaweza kubadilisha maisha ya watu kupitia ufadhili wa WCF, sisi Sauti Yetu Foundation tumefanikiwa kutekeleza mradi wa ununuzi wa viti mwendo 11 ambavyo hii leo tutawafikishia walengwa wetu. Mradi huu ni sehemu ya jitihada endelevu za shirika la Sauti Yetu Foundation katika kutetea haki, heshima na fursa sawa kwa watu wenye ulemavu na makundi maalum katika jamii. Lengo la mradi huu ni kuwawezesha watu wenye ulemavu kusonga mbele na kushiriki kikamilifu katika maisha ya kila siku, iwe ni katika shughuli za kijamii, kiuchumi ama kielimu. Kupitia msaada huu, tunalenga kuondoa vikwazo vinavyowazuia watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo katika taifa letu. Aidha, afisa maendeleo ya jamii Halmashauri ya mji wa Kasulu Gabriel Mirombes, akitoa pongezi kwa taasisi ya Sauti Yetu Foundation, amewaomba wazazi na walezi wa watoto wenye mahitaji maalum kujiunga na vikundi vya kina mama ili kunufaika na fursa ya mikopo katika halmashauri ya mji wa Kasulu. Itasisi mpya tumeipokea, hawana hata mwaka wakiwa wanafanya kazi ndani ya halmashauri ya mji wa Kasulu, lakini tangu wamefika, wamekuwa ni mabalozi wazuri kwa kufanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa zinazohusiana na mashirika yasiyokuwa ya serikali. Kwa mfano tukio la leo linalotukutanisha hapo tuna kumbukumbu kwamba Sauti Yetu Foundation Mheshimiwa mkurugenzi waliomba kibali kwako cha kukusanya takwimu za wahitaji kwa maana ya watu wenye ulemavu katika kata zote kumi na tano za halmashauri ya mji wa Kasulu. Na kwa idhini yako, kwa maelekezo yako ulinielekeza tuandike kibali kile, tukaandika tukarejesha, ofisi kwako ukasaini, wakaenda kufanya kazi hiyo. Huo ndio utaratibu unaoongoza una mashirika yasiyo ya serikali kwamba yakitaka kufanya kazi yoyote kwenye halmashauri yoyote au kwenye mamlaka ya serikali za mitaa lazima yaombe bv. Tafsiri yake ni nyepesi ni, nye ni kwamba mamlaka ifahamu shirika linaenda kufanya nini kule kwa wananchi. Sasa Sauti Yetu Foundation tunawapongeza kwa sababu walifuata huo utaratibu, lakini kama vile haitoshi, baada ya kupata takwimu walinengesha taarifa ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya Mji wa Kasulu ya nini wamekibaini katika ukusanyaji wa takwimu za watu wenye ulemavu katika halmashauri ya Mji wa Kasulu, na mahitaji yao. Na mwisho wa siku, wameenda mbele, wamekusanya rasilimali kutoka kwa marafiki zao, kwa mbigi zozote wanazozifahamu. Leo hii tunakutana hapa kwa ajili ya utoaji wa viti mwendo kwa wenye uhitaji wa viti mwendo. Makofi. Kwa viti mwendo vinavyotolewa siku ya leo, ni wazi vinaenda kupunguza mzigo wa shughuli waliokuwa nao walezi wa, wa hao wa wanaenda kutumia viti mwendo hivyo, na kama mzigo unaenda kupungua, tafsiri yake ni nini? Wataweza kujihusisha na shughuli za kujiletea kipato, za kujiongezea kipato, shughuli za kiuchumi. Sasa Ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu inayo fursa kwa watu wote wanaokusudia kujiongezea kipato kulingana na maono walionayo, waliopewa na Mwenyezi Mungu, baada ya kuwa wamepunguziwa mzigo huu wa kupata viti mwendo tu waoma um, kama mlikuwa mgawa katika vikundi vya kina mama basi mjiunge ili tufaiki na fursa ya mikopo isiyokuwa na masharti inayopatikana halmashauri ya Mji wa Kasulu kwa vikundi vya kinamama kwa sababu shughuli zilizokuwa zinawazuia kufanya shughuli kima za kimaendeleo za kuwatunza hawa ndugu zetu ambao wanaenda kupata viti mwendo siku ya leo leo zinakwenda kupungua, kwayo kutelekeza nguvu kubwa kwa shughuli za uzalishaji. Kama vile haitoshi, kama kuna wale watu wenye ulemavu wenye uwezo wa kuzalisha wenye uwezo wa kuzalisha, bado tuna fungu la watu wenye ulemavu halimashauri ya Mji wa Kasulu ambao wanaweza kakopeshwa bila masharti tena yoyote, mkopo usio na riba. Na hiyo imekwenda mbele zaidi, sheria ya fedha serikali za mitaa ya mwaka 2019 imeboreshwa, tumepata kanuni mpya za mwaka 2020 ambazo zinatambua watu wenye ulemavu wanaweza kuwa kikundi hata wakiwa wawili Tuko pamoja, lakini pale mamlaka kwa maana ya management, menejiment ya halmashauri ya Mji wa Kasulu, ambayo inaongozwa na mkurugenzi wetu a ikijiridhisha kwamba kwenye kata husika wameshindikana kuwa wawili, yuko mmoja anaweza akafanya shughuli za uzalishaji, huyo mmoja anaweza akakopesheka na akatambuliwa kama kikundi, akafanya shughuli zake za uzalishaji. Kwa hiyo wale watu wenye ulemavu ambao wanazalisha, wana uwezo wa kuzalisha tuwaombe sasa, tumie platform hii kuchangamkia fursa ya kuchangamkia mkopo wa mtu mwenye ulemavu ili uweze kuzalisha na baadaye urejeshe na mwingine aweze kufanya hivyo. Kuchukua mgeni rasmi katika tukio hilo la ugawaji wa vitimwendo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Kasulu Vumilia Simbeye amewaomba wakazi wa mkoa wa Kigoma kuwa na moyo wa kujitoa kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum na kuwaomba wazazi wengine wanaoishi na watoto wenye mahitaji maalum kufikisha takwimu zao ili ziwasilishwe kwenye mamlaka nyingine ikiwemo mashirika yasiyo ya, ya kiserikali ili watoto waweze kusaidiwa. Tunajua juhudi za serikali yetu, lakini tunajua kiongozi wa nchi ambaye tuko nao. Kimsingi kiongozi huyu amekuwa mfano bora sana wa kuonesha upendo huu ambao hmm, sisi tunauendeleza kwa kuwapenda watoto wenye mahitaji maalum. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Sasa kiongozi anapotuonesha njia sisi tunapaswa kuifuata njia yake, kwa nito, nitoe wito kwa wananchi wote ambao wananisikiliza yeah, mkoani Kigoma lakini na ndani ya halmashauri ya mji wa Kasulu tuone umuhimu wa kutoa sadaka hizi. Zinaweza zikatusaidia kututoa mahali kulipo na kutupeleka mahali pa juu zaidi. Hii ni sadaka ambayo, pamoja na shughuli zetu za uzalishaji mali ambazo tunaendelea nazo, bila kutoa, kutoa sadaka kwa upendo hasa kwa wale wasiojiweza yamkini tunapoteza muda wetu bure. Tunaweza tukawa tuna laumu biashara haziendi vizuri, tunaweza tukawa tuna laumu shughuli zetu haziendi vizuri, kumbe ni kwa sababu hatuna m, hatuna mwamko wa kushirikiana na wengine hususan wale wenye mahitaji maalum na wasiojiweza. Huu ni wito wangu kwenu, lakini pia niwashukuru sana wazazi na walezi wote wa wo, watoto hawa. Katika jamii zetu kuna baadhi ya wazazi na wa, wo, walezi huwa hawaoni sababu ya kuwatambulisha watoto wao wenye mahitaji kwenye mamlaka mbalimbali zikiwepo, uh, wakiwepo viongozi na hata katika matukio kama haya. Kwa mimi, niwapongeze sana nyinyi wazazi, mmekuwa ni mfano wa kuigwa na wazazi wengine ambao mnamiliki watoto wenye mahitaji maalum. Hao ni watoto kama watoto wengine, na ndio hawa tupo nao leo hapa. Ni watoto wetu, na kila mtu anasadiki kabisa kwamba ni watoto wetu. Niwaombe wazazi wale ambao mnaishi na watoto wenye mahitaji maalum na hamtaki kuwatambulisha kwenye mamlaka, kama wazazi hawa walivyoamua kuwatambulisha kwetu na kwa Sauti Yetu Foundation, na hatimaye leo wanapata mambo mazuri kama haya, ni waombe wazazi wengine wote mliopo huko kwenye jamii na mtaani, ambao mnaishi na watoto wenye mahitaji maalum tunaomba tupate takwimu zao ili tuziwasilishe kwenye mamlaka nyingine zikiwepo za mashirika yasiyo ya kiserikali, ili watoto wenu waweze kusaidiwa kwa mambo mbalimbali na jamii nzima ya Watanzania. Watoto hawa wana haki ya kupata elimu, watoto hawa wana haki ya kuishi, watoto hawa wana haki ya kufanya uzalishaji mali wa kujiongezea kipato ambao pia wanaweza kuwa sehemu ya msaada kwenu. Kwa hiyo tusiwaweke nyuma, badala yake tuwatangulize mbele na Mungu atawainua kwa namna ya tofauti sana. Na mambo mengine ambayo yamezungumzwa na maafisa wangu hapa, nadhani ni muhimu kuzingatia kumekuwa na changamoto nyingi, baadhi ya mashirika kuto kutoa, yaani kufanya shughuli zake kwenye maeneo yetu bila kutoa taarifa kwenye halmashauri. Sasa jambo ambalo huwa mara nyingi wanafika mtaani wanafanya shughuli, tunaanza kupigiwa sisi simu, kuna watu fulani wanapita pita mtaani, wanafanya hivyo, wanafanya hivyo, mna taarifa nao? Sisi hatuna taarifa nao huwa tunajisikia vibaya sana na, na nashukuru. Kwa hiyo mimi nashukuru afisa wangu pale ameeleza vizuri kwamba kama shirika lolote lisilo la kiserikali linataka kuja kufanya jambo lolote la kijamii ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Kasulu tunalikaribisha, lifike kwenye ofisi zetu, tutaliongoza namna bora ya kufanya shughuli zake huko bila changamoto za aina zozote kwa sababu usipotoa taarifa kwetu mkakutana na, na, na, na mambo ya ajabu huko mkashambuliwa, maanake sisi tutakuwa hatuhusiki. Sasa tunayapenda mashirika yasiyo ya kiserikali kwa sababu mnatusaidia mnatusaidia kwa mengi sana kwa wananchi wetu, kao tunawakaribisha, njooni tupate takwimu zenu vizuri. Mradi huo ulioendeshwa na taasisi ya Sauti Yetu Foundation kwa fadhili mkubwa wa shirika la WCF umefanikisha kukabidhi viti mwendo 11 kwa watoto mahitaji maalum. mimi ni Samson, ni Bahati, Sauti Yetu TV. Taasisi ya Sauti Yetu Foundation kwa kushirikiana na shirika la IOTAS wanakuletea mpango maalum wa kuibua na kuendeleza vipaji vya watoto wenye mahitaji maalum. Mafunzo haya yanafanyika katika shule ya msingi Dodoma viziwi jijini Dodoma. Watoto watapata mafunzo ya vitendo katika fani zifuatazo: kompyuta, ufundi wa selemara, ushonaji wa kisasa, ufundi umeme. Mlete mwanao apate msingi bora wa maisha yake ya baadaye kupitia stadi hizi zenye utaji mkubwa kwenye jamii ya leo. Kwa maelezo zaidi piga sasa nambari 0747740200, na au 0678438946. Sauti Yetu Foundation, tunawaamini, tunawajali, tunawajenga.